Yes, what's up everybody, what's up Zanzibar, ladies and gentlemen boys and girls. Hii ni Zantime na mimi ni Salum Simba. Karibu ndugu mtizamaji, ambao leo tupo na mgeni wetu. Mada kuu mezani ni umuhimu wa fani ya ukalimani katika lugha ya alama, na leo tupo na mgeni wetu ambaye mwenyewe atajielezea hapa, anaitwa nani, anatoka wapi. Kwa hiyo mgeni wetu karibu sana, na pia ujielezee kwamba unatoka wapi, unaitwa nani na Unajishughulisha una na mambo gani hasa? Karibu. Asante sana kwa nafasi hii. Uh, kwa jina naitwa Abed Hamid Naso ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza katika ngazi ya diploma katika kozi ya inclusive au kwa jina jingine tunaita In diploma, inclusive and special needs. Ni mwanafunzi wa Suza. Okay, asante sana Ndugu Abedi, kwa nini ulichagua kusoma fani ya ukalimani wa lugha ya alama? Na unahisi ina umuhimu gani hasa hii fani? Uh, nilichagua hii kozi kutokana nilipokuwa nasoma kule sekondari nilikuwa naona wale watu wenye mahitaji maalum au wale watu wenye ulemavu wa usikivu kwamba kuna haja ya kusaidiwa, kwa hiyo nilipomaliza form 4 nikaona haina haja ya kwamba nikakae tu pasipo kuchukua hifani na nikaendeleza ujuzi ndio tuendelee hapa. Na nani hasa alikuvutia katika masuala ya lugha ya ukalimani? Ni nani hasa alikuvutia, ama wewe mwenyewe tu kwamba ulikuwa na mapenzi? Ilikuwa vipi mpaka moja kwa moja ukaenda kujiunga labda chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar pale SUZA, ama ulipata msukumo kutoka wapi? Uh, toka mwanzo ilikuwa nina mapenzi ya hii lugha kwa sababu ilikuwa tunaona tu ndani ya TV mule, au labda tunaona katika tofauti tofauti, lakini sasa nilipata hamasa zaidi nilipomaliza kusoma. Baada alikuwa kuna sister yangu mmoja alinishauri pia bana, kwa nini usisome inclusive au usisome hii kozi ya mahitaji maalum, kwamba baadaye kunakuwa na fursa zaidi. Kwa hiyo nilipata msukumo kupitia na yeye na mimi mwenyewe, ilikuwa ni kozi ambayo ilikuwa Naipenda zaidi. Ndio. Na uelewa wako ni upi mpaka sasa kuhusiana na fani hii ya ukalimani na lugha za alama, na ikiwezekana ni maeneo gani hasa unahisi kama wewe ukiwa mtaalamu wa mtaalamu ukalimani unaweza ukayafanyia kazi? Uelewa uh, wangu wa hii lugha ya alama nimeona kwamba lugha hii inakuwa ina changamoto yake, lakini pia ina faida zake. Ndiyo. Lakini vile vile ina changamoto. Kwa mfano unakuta kwanza au tukianza na faida yeah. Unakuta faida ya mwanzo kwanza, unaweza kuelimika ndani ya jamii. Unakuta faida ambayo unaweza kuelimika. Tulipokuwa mitaani, kipindi ilipokuwa sisomi hii kozi au sitambui yeah. yeah. unakuta watu wenye mahitaji maalum, kwa mfano kama hawa wenye ulemavu wa usikivu, wanaita majina yasiyofaa. Mm -hmm. Kwa mfano anaitwa bubu. Mm -hmm. Au jicho lilokuwa halisikii Mm -hmm. Lakini vilevile, kwa hiyo unaona kwamba ni faida ambayo wewe umeipata hii elimu, kwamba unasoma hii kozi au uelewa wangu, kwamba kuna majina special wao wameitwa. Kwa mfano mtu mwenye ulemavu wa uziwi. Mfano huyu ulemavu wa uziwi. Kwa hiyo watu walikuwa wanamuita bubu. Lakini nimeona kwamba hii kozi inanielimisha kwamba huyu sio bubu, bali huyu anatakiwa kuitwa mtu mwenye ulemavu wa uziwi. Deo. Asante kwa majibu mazuri ambayo mtazamaji wetu nadhani atajifunza vitu vingi kutoka kwako. Hakuna mkanganyiko kidogo. Watu wanachanganya sana, hata mimi nimeona nashuhudia wakichanganya baina ya lugha ya alama na lugha ya ishara. Kwa hiyo wewe kama mtaalamu unamzungumzia vipi ile? Je, ni haya maneno mawili yana ya maana sawa ama ni maneno mawili yenye maana tofauti kabisa? Uh, kwa mtazamo wa kikawaida unaona ni maneno Yapo, yani yapo sawa. Ndiyo. Lakini kiukweli hapa tunaweza tukasema ya yana wiana, lakini pia haya wiani, kwa sababu unapozungumzia lugha ya alama, ina maana lugha ya alama inakuwa inafata muundo wa kisarufi katika matumizi yake, lakini pia katika mazingira yake. Lakini ukitizama neno ishara inakuwa haina muundo wa kisarufi. Kwa mfano ukisema muundo wa kisarufi lugha ishara unaweza ukamwambia mtu labda nataka unisaidie, lakini unawaambia yani, unazungumza kiasi ambacho unaweza ukatumia lugha ya kipijini ambayo mnaweza mkawasiliana mkafahamiana. mm -hmm. Lakini lugha ya alama kama huna ile sarufi ya lugha alama, basi huwezi kuzungumza yani, huwezi kuwasiliana na yule mwenye mahitaji maalumu, mfano mahitaji ya uziwi. Kwa hiyo hii ni tofauti kati ya lugha ya alama na lugha ya ishara, japokuwa inawiana kidogo, lakini pia unaweza ukatofautisha kutokana na hii inatumia sarufi, hiyo inakuwa inatumia kikawaida. Ndio, na mm -hmm. kwako wewe kama mkalimani, lugha gani hasa ambayo unahisi ni mbobezi kwamba naweza nikaifanyia nikai kazi katika kutoa hiyo tafsiri ama kufanya ukalimani, lugha gani hasa ambayo unahisi hii naweza nikaifanyia kazi bila mashaka yoyote? Uh, lugha ambayo naweza nikaifanyia kazi naweza nikasema kwamba ni Kiswahili yeah. Lakini kama mkalimani unatakiwa uwe mtambuzi wa mambo yeah. Yeah. Kwa sababu lugha kitaifa sasa hivi ni lugha ya English. Kwa yeah. unakuta mkalimani unakuwa unakalimani sehemu yoyote. Una, yeah. unaalikwa event za Kiingereza labda, yeah. event za wazungu yeah. au event hata kama za wachina lakini unatumia English. Kwa yeah. kama mkalimani lazima uwe na lugha mbadala wake na lugha yenyewe yeah. mama uwe nayo English. Ndiyo. Kwa hiyo unakuta kwa mfano kama unakalimani Kiswahili sawa, umechukuliwa katika event za English. Kwa hiyo unatakiwa kama wewe sign interpreter uwe na uvumbuzi wa ile lugha uweze kuwasaidia watu wenye mahitaji asante maalum. Ndiyo. Ndugu Abedi, ni kazi hapo. umesema kwamba kuna baadhi ya muda unaalikwa kwenye shughuli hafla za watu mbalimbali, hivi unaweza kutuambia kwamba shughuli ngapi ama zipi kubwa ambazo umealikwa na ukasema da, kweli asa hivi inaweza kujihisi kwamba mimi pia nimepevuka katika fani yangu ya ukalimani wa lugha ya alama. Uh, shughuli ambazo nimealikwa, kuna shughuli moja naikumbukia ilifanyika Maruhubi kule, ambao ilikuwa ni event tu ya siku ya watu wenye ulemavu, lakini siku hiyo sasa walikuwa ni wageni rasmi ni wa, watu wazungu mm -hmm, na yani ni watu wanaozungumza no, no, lugha ya English tupu yeah. Kwa hiyo unakuta kule event ambayo nimealikwa mimi ni kama mkalimani. Kwanza niniulizwa, je, yeah, we mkalimani, una kalimani una kalimani lugha ya Kiswahili ndiyo. Vipi umebobea japo kidogo lugha ya English? nikasema ndio, kwa sababu mkalimani lazima uwe mchambuzi. Kwao nilialikwa kule wa kutokana kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, na ilikuwa ni lugha ya English, na nikajiona kwamba kidogo na improve, japokuwa si mbobozi sana wa lugha ya English, lakini naweza kufikisha message ambayo wao viziwi wanatakiwa vipi wawe wanaipata. Deo, asante sana jiskati, tumeshuhudia kwamba ulialikwa na katika kampeni za mheshimiwa uh, mwakilishi fulani. Ndiyo. Je, ulipata connection hiyo ulipata wapi laba mpaka nawe ukawa umeenda pale sehemu na ukafikisha ujumbe kwa watu wenye mahitaji maalum? Hii inatokana na, na kujitoa pia. Leo. Kwa sababu unaweza ukasoma lakini ikawa huna unyeme unyeme wa kujitoa, labda katika event hii event hii au unachukulia kwamba unasikilizia, je, kujitoa labda una pesa huko. kama hamna maslahi mimi sendi, sasa inakuwa huwezi kunini kuimprove. Hmm, lakini nilivyoona na lile jambo la nyumbani na istoshi Deo, na viongozi wetu na sisi tupo huko, kwa niliposikia hiyo fursa nikasema kwamba naenda kujitolea ili kukuza kipaji changu pane neno jipya hapa unyemunyemu, nazani hata kamera wangu maana naye amefurahi sana ukisikia hilo neno jipya. Lakini nikazie tena, wewe kama mtaalamu wa, wa fani ya ukalimani, unazungumza vipi hasa mafunzo katika fani ya ukalimani? Je, yana nafasi kwamba ya kumtengeza mtu awe mkalimani mzuri zaidi, ama unahisi hayana haja? Uh, kwa upande wangu unasema yana haja. Ndiyo. Kwa sababu watu wengi baadhi ya wa watu walikuwa hawana taaluma ya ukalimani au lugha alama wanachanganya vitu hivi viwili. Ndiyo. Kwa sababu kuna lugha ya alama na ukalimani. Ndiyo na lugha alama. Nikisema lugha alama, maana yake inakuwa ubobezi wa lugha alama, yani vitendo vyote tayari ushavijua, lakini ukalimani sasa unafupisha ile habari ya lugha alama. Kivipi? Kwa mfano umealikwa event, pale unatumia lugha alama lakini unatumia ukalimani. Ukalimani ule unatumia kwa sababu lugha alama inakuwa unatumia maneno yote lakini Ziyo. ukalimani unafupisha habari ili kiziwi tu apate ule ujumbe maalum uliokusudiwa pale. Nimeona ndiyo, hata kujibu pia unajibu kifupifupi. Um, tuendelee hapa, tumeona hmm. wanafunzi wengi ambapo kama we raba, ambao levo mpo sawa, wamekuwa si wazuri katika lugha ya alama n yani wakalimani, lakini weo wamekuwa tofauti. Unahisi vitu gani ambavyo wewe vimekujenga na vimekusababisha wewe Yaani, mtu wa kipekee ukilinganisha na wanafunzi ambao labda mlianza siku moja kusoma Mm-hmm, na inategemea kumalizika au mkamaliza siku moja, lakini naamini wewe umekuwa tofauti na wao. Unahisi kitu gani hasa ambavyo wewe vimekusababisha uwe hivi? Uh, jambo jingine hili ni muhimu sana ambalo umelisema. Unakuta mtu tumeanza mathalan pamoja tumeanza kusoma Deo, mpaka mi miaka mitatu ya diploma tumemaliza Deo, lakini akawa Hawi mzuri katika fani hii ya ukalimani. Hii inakuwa inasababishwa kwanza na wewe mwenyewe utayari. Ndiyo. Je, hili jambo unalitaka? Unakuta wengine wanakuambia, "Ah, mimi nimesoma tu lakini sio kama nilikuwa nataka niwe mkalimani Ndiyo. Pate cheti tu. Ndiyo. Kwa hiyo inakuwa wewe hujawa tayari. Lakini kitu chengine kujiamini. Ndiyo. Je, unajiamini na hichi kweli unachokifanya? Ndiyo. Kitu chengine kufuatilia yale mambo labda. Ndiyo. Kujitolea huku, umeenda huku unafanya mazoezi, unafuatilia eh, kumetoka alama gani labda hivi, kwa unakuwa unakuwa mbobezi, tofauti na ule ambaye unasoma nasoma sawa sawa, lakini yeye anakuwa sio nini? Mbobezi kwa sababu hajana utayari. Anajiacha tu. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Na unazungumzia vipi hasa wewe binafsi malengo yako labda kwa baadaye, ama unajionaje hasa baada ya miaka mitano utakuwa mtu aina gani, au na malengo gani hasa? Karibu malengo uh, malengo hayaachi <laughs> kwa sababu unaposoma ndio unategemea baadaye kuajiriwa labda, ndio iwe serikalini au mwenye binafsi, ndio sasa na fani hii ni nzuri Ndiyo. kwa sababu hata kama hujaajiriwa serikalini, lakini ni fani ambayo wewe mwenyewe binafsi unaweza kujiajiri. Kwa mfano kama mimi nimemaliza taaluma hii ya ya lugha ya alama pale Suza, naweza nikimaliza labda nikaanzisha mimi mwenyewe, na tumeona mitaani huko kwamba kuna vikempo kempo hivyo vidogo vidogo e, vinakuwa vinaanzishwa kwa lugha ya alama vile unajifunza. Kwa hiyo tayari ni fursa ambayo, Ndiyo, unajipatia wewe mwenyewe. Eh, umeniwahi mimi binafsi nimefanya Um, digri apili ndio. Kwa hiyo nilikuwa tafiti yangu ilikuwa inazungumzia kwa namna gani watu wenye ulemavu walisaidiwa na gazeti kupata la Zanzibar Leo kupata habari. Kwa hiyo wakati natakiwa nikakusanya taarifa ni lazima, ambapo nilikutana na watu wenye ulemavu wengi, lakini sikuweza kuwasiliana nao kwa sababu sikuwa mbobezi wa hiyo lugha ndio, lakini nikatakiwa nitafute ni watu ao. Wee, unalizungumzia una vipi kwamba ukimaliza na weye utakuwa upo tayari kwenda mtaani kujiajiri ama unahisi mchango wako utakuwa upi hasa kwa jamii kupitia elimu ulioipata kwa upande wangu unasema nitarudi tena katika jamii yangu kwa sababu kuna msemo anasema watu sijui jamii imekutuma ukusome alafu ujerudi ujuripa msaada wao unakuta kwamba nikimaliza itabidi nijiajiri mie mwenyewe Ndee. kwa sababu ni fursa hii inakuwa inajitosheleza wewe mwenyewe kujiajiri. Kwa hiyo unakuta watu wengine katika mtaa wamesoma wana degree, wana master lakini hawawezi kuwasiliana na watu wenye mahitaji maalum kama hawa ndugu zetu wenye ulemavu uziwi. Kwa hiyo unakuta lazima kama mimi nina utaalamu ule, nirudi tena katika jamii nielimishe japo mimi naweza kufungua kama kiskuli changu mwenyewe nikafundisha jamii nikatoa labda matangazo tofauti tofauti nikatoa njia namna ya kuwasiliana yani, jamii ni kuelimisha zaidi kuhusiana na hawa watu wenye mahitaji maalum, hususan hawa watu wenye ulemavu wa uziwi. Ndio. unahisi kozi, kozi ambayo, unahisi kozi ambayo uloisoma ulo hii fani kwamba unaweza kuajirika kwa, ama unaionaje? Uh, ni kozi kwanza, niseme ni kozi nzuri sana, na ni kozi mama ambayo kwamba hii unaweza ukaajirika popote pale kwa Ndiyo. sababu kozi yangu mimi haijalishi, unakuta ni inclusive ya ualimu, lakini sasa unakuta inclusive ya uwalimu umesomea mahitaji maalum. Mahitaji maalum unaweza ukapelekwa labda hospitali, unaweza ukapelekwa labda katika ofisi, ofisi unaweza ukapelekwa masuala ya ujenzi. Kwao ni kozi ambayo ina fursa sana, ndio Uh, tu, tunakaribia kumaliza io. Mm-hmm. Lakini swali jingine kwamba umewahi kukutana na changamoto gani kubwa ambayo unasema da, katika kazi yako ya ukalimani kwamba hii changamoto hii, uh, hii hapana, na iliwezekana labda hata kukatisha tamaa, ama pia labda ilikujenga zaidi. Changamoto gani unahisi ulikutana nayo uh, changamoto hazikosi kwa sababu kila jambo lina changamoto na faida. Ndio. Lakini changamoto zipo ndogondogo ndogo na zipo kubwa. Ndio. Kuna changamoto ambayo kipindi najifunza lugha hii, lugha ya alama uh, unakuta kwamba we kama lugha ya alama ndo, kama nilivyokuambia kule, uwe na utayari, uwe na confidence. Ndio. Mathalani, walimu wanakuchukua katika event, wanakwambia nenda kakalimani pale. Sasa unaenda Ndio. kukalimani pale, una yule unomkalimania ambaye ni nani mwenye ulemavu wa uziwi. Sasa yule anakuwa wewe hakujui kama wewe ni mwanafunzi au ni mwalimu mpaka ujitambulishe wewe. Sasa kuna siku mie nilienda, aliyekuwa bado kidogo sijawa mtaalamu hivyo, yaani ni changamoto ambayo kiziwi alinitoa pale, toka, sikutaki tena mie, mkalimani gani wewe una oh, nini? Kwa hiyo ni changamoto ambayo nikasema kuanzia leo mie ukalimani basi oh. Na changamoto nyingine ndogo ndogo ambazo tayari ilikuwa tayari ishabobea kuhusiana na mazingira unakuta unaalikwa sehemu mm. lakini wale wanakualika hawajui nini, nini kiziwi natakiwa apate. Kwa mfano unakualika katika mazingira sio rafiki, wanaweza kukualika chini mm. ya spika. Kama wewe mkalimani unakalimani yani chini ya spika, kwao unakuwa unaathirika kisaikolojia oh. oh. well. well. E, unaka au katika mazingira, mfano, pita, pituka pita kiziwi anakuwa hapeni mambo yale wao. Ni changamoto zile ambazo wale waliokuwa wameniita ile sehemu hawana elimu nayo, na ndio maana unakuta changamoto ndogo ndogo kama hizo Dio. Na niendelee kidogo kwamba ikitokea, kama unavyosema raba, umealikwa, mbinu mm -hmm. gani unazitumia ili kujiandaa kufanyaje, mpaka kesho unahakikisha siku ambao unaenda unafanya vitu vizuri kabisa? Aa, kitu cha mwanzo kwanza nazingatia nimealikwa katika sehemu gani ndio labda kwa mfano unajua, mkalimani hutaki kuchagua sehemu. Kwa mfano hata kama wewe Mwislamu umealikwa mfano katika makanisa ya nenda, umealikwa misikiti nenda, lakini kitu cha mwanzo kwanza, ili nitumie mfano kama si, ile siku ya pili nikafanya vizuri ile event, na jiandaa kwa kuuliza hey, kitu gani kitakuwepo? Ah, kwa mfano ni mawaidha msikitini. Kwa hiyo mawaidha, najiandaa na kivazi gani kinatakiwa katika sheria za ukalimani bana. Ukienda okay, msikitini kinatakiwa kanzu Ndeo, na kofia. ni jambo gani unachukua masaa mangapi mangapiko? Oh, huwa najipanga kwa zile ratiba zangu za sheria za ukalimani, kama mkalimani. Kwa hiyo unakuta kama vile ishajua mkutano nishajua kivazi gani nitavaa, nishajua mada gani zinazungumziwa. Kwa hiyo nakuta pale nikienda moja kwa moja na focus na kile kitu ambacho kini kimenipeleka. Ndugu mtazamaji, sikia hivi kwamba mkalimani anasema ukalimani hauna dini. Mkalimani unaweza kufanya kazi kanisani, unaweza kufanya kazi msikitini dio. Tuhitimishe hapa, ushauri wako ni upi hasa kwa vijana ambao na wao wana ndoto kama wewe au wanataka kwenda kujifunza chuo chochote fani ya ukalimani kwako, ushauri wako upoje hasa kwa vijana hao? Uh, mie kama kijana mwenzenu au kama ni mwanafunzi ambaye anajifunza hii lugha ya lugha ya alama uh, ushauri wangu kwamba nendeni mkajifunze kwa sababu fursa zipo. Unakuta vijana sasa hivi wanapeana kasumba, sijui umekaa kama hivi unafanya hivi uchizi. Hamna, huo si uchizi bali hiyo ni njia ya kuondoa chang, kuondosha changamoto za hawa ndugu zetu wenye ulemavu wa uziwi. Kwa hiyo mi kama kijana mwenzenu nakuhamasisheni, nendeni kajifunzeni na umuhimu wake utauona. Sio kwamba mpaka ya serikali kuajiri, hapana, wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu unapo unapokuwa na taaluma popote utatafutwa na unakuwa tofauti na alokuwa hana taaluma. Kwa hiyo kama kijana mwenzenu nakushaurini, nendeni kajifunzeni. Uh, faida mtaiona baadaye, kwa sababu ulemavu unaambiwa, sio kwamba unakosa kufanya jambo. Kwa sababu wewe unajiona mzima, lakini sisi wataalamu wa lugha ya alama nasema wewe ni mlemavu tarajali, kwa sababu wewe unajiona mzima. Sasa hivi unaweza ukatoka tu ukapata ulemavu wa uziwi, sio ulemavu wa uziwi tu, ulemavu wowote. Tunakushauri niendeni, kajifunzeni, utaona umuhimu wake. Asante sana ndugu Abedi, na hapa ndipo tumefikia mwisho wa programu yetu hii ya leo. Lakini kumbuka programu yetu ilikuwa ni umuhimu wa fani ya ukalimani, lakini nyuma ya kamera upo na boss Mohamed pale. Kwa hiyo ndugu mtizamaji, na kusihi subscribe, share, like na comment katika channel yetu Zantime, lakini pia usisahau kutuambia mada gani nyingine ambayo unapenda tuizungumzie, ambayo tutatafuta mtaalamu na itu, tutakuja kupiga naye story hapa, ili tupate kujifunza vitu vingi sana ambavyo naamini vitakuwa muhimu na unaweza kufanya kazi. Asante sana, mpaka muda mwingine, chao.